Michezo ni afya, michezo ni ujamaa na burudani, lakini katika ulimwengu wa sasa michezo ni ajira. Kila tarehe sita Aprili dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya michezo kwa maendeleo na amani, yaani IDSDP ikilenga kutambua nguvu ya michezo katika kuleta mabadiliko chanya, kuvunja vizingiti na kuunganisha jamii bila kujali mipaka. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuweka usawa katika viwanja vya michezo michezo kwa ajili ya ujumuishaji wa kijamii, ikilenga kupinga mitazamo potofu, kukuza usawa wa fursa na kuhakikisha ushiriki wa wote katika michezo bila kujali umri, jinsia wala rangi. Katika kuenzi siku hii, tunaakisi simulizi ya Voster Issaya Lengonela, mchezaji wa timu ya taifa ya tenis kwa watu wenye ulemavu maarufu kama wheelchair tennis. Safari yake katika mchezo huu ina simulizi nyingi sana kiasi cha kwamba huenda ingetosha kumkatisha tamaa, lakini uungwaji mkono aliyeupata kutoka kwa mke wake, mwalimu wake, wachezaji wenzake, majirani na ndugu wanaomzunguka vilitosha kumpa hamasa zaidi ya kusonga mbele. Hivi sasa taifa linamtambua kama mmoja wa wachezaji bora wa kiume wenye ulemavu. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Nyamguma Mahmud. Karibu. Naitwa Voster Issaya Lengonela, ni mchezaji wa mchezo wa tenisi ya walemavu, niipo timu ya taifa. Pia najishughulisha na kazi mbalimbali mbali, kama bajaji pia, nina ni familia na mtoto mmoja na na mke na, na, na ndoto yangu kubwa kabisa ilikuwa kwenye elimu, nije niwe a mwanasheria, lakini baadaye ndoto yangu ikafutika, kulingana na changamoto ambazo nimepitia za elimu, asikuweza kuendelea na, na elimu kwa kule nyumbani kulingana na changamoto. Lakini bahati nzuri nilipata nafasi ya kuja kusoma kidato cha kwanza Pugu Sekondari. Nilivyoanza kidato cha kwanza wakatokea wafadhili ambao wanatafuta walemavu wenye vipaji maalum, ndipo na mimi ndo nikajitokeza na ndoto yangu ya wanasheria ikafutika, nikahamia kwenye tenisi. Safari yangu ya mchezo wa tenisi nilianzia nikiwa shuleni pale, walikuja alikuja kocha ambaye ndio kocha wetu sasa hivi, alikuja kutafuta walemavu wenye vipaji Baadae kocha alivoniona akaona huyu nitaweza kwenye huu mchezo. Kwa hiyo shule ilivofunga, kocha akanichukua kunitafutia sehemu ya kuishi kwa ajili ya kufanya mazoezi. Baada ya hapo nikaendelea kufanya mazoezi nikiongeza huko juhudi, pia huko nikiwa najisomea kwa, nikawa nafanya vitu viwili kwa pamoja, huko nasoma, huko pia nafanya michezo. Unaweza kuzungumza mchezo wa tenisi mwingine ajui mchezo huo wa tenisi manake ni nini? Sababu, huu mchezo unachezwa na watu ambao wenye ulemavu wa viungo ambao ni special wanakaa kwenye kiti mwendo ambacho tunasema ni wheelchair. Anakaa na kuingia kwenye, kwenye kiwanja cha tennis na kucheza mchezo wa tennis. Mchezo huu wa wheelchair tennis au kiti mwendo ni mchezo ambao inachezwa sana Rasmi, mimi kwa uwezo wangu yani, ufahamu wangu na mazingira yangu nilianza toka 2007 2 l katika ku, kuanzisha huu mchezo, kutengeneza sakuwa mchezo rasmi baada ya kufanya zile program zangu. Sasa tuna program za mashuleni kwamba tuna shule ambazo tunatembelea kuendeleza michezo ya watu wenye ulemavu, katika kufika katika shule ya Pugu hiyo elfu mbili na kumi na moja ndio nilipokutana na bwana Voster mimi lengo langu kubwa ni kwenda shuleni sio kumtafuta Voster kwa sababu sikuwa simjui lengo ni kwenda kutafuta wachezaji ambao tunaweza tukawaleta tukatengeneza kama hivi tulivyokuwa nao wachezaji wangu ni wachezaji wanne ambao nitakutana nao South Africa kwa ajili ya mashindano na camp chini ya miaka kumi na nane kwa hiyo nimekuja hapa ndo uji wangu huu ni ku training na uingie katika timu ya Wheelchair Tennis. Japo kwamba tulikuwa tuna wachezaji tunao, lakini lengo lilikuwa nifike shuleni kwa ajili ya kufanya hizo program. Ndio nikakutana na Bwana Voster, na sasa safari yake rasmi ndio ikaanzia kwenye tennis. Kwa hiyo tukaenda naye South Africa, tulikuwa na wachezaji pale wa shule, nilipata kupata wachezaji wao, nilipata huyu, nilipata na Adili, na tukapata wachezaji wengine kutoka Jeshi la Wokovu, kwa hiyo tukaongozwa kwenda South Africa kushiriki hayo mashindano na camp ya junior ambayo chini ya miaka 18. Kwa hiyo baada ya kurudi sasa South Africa. Vosta akabadilika jina sasa ka naito Msauzi. Baada ya kutoka kempu ya South Africa, nikarudi pia nikaendelea na elimu yangu A, lakini sikuweza kufanikiwa kufaulu kwenda elimu ya juu, nikaamua kubezi kwenye michezo zaidi nikaendelea kufanya mazoezi huku kocha wangu akinipa moyo akiendelea kunifundisha vizuri. Nikapata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano mbalimbali mbali nje. Aa, mashindano ambayo nimeshiriki nienda kushiriki Uturuki, nikafanya vizuri zaidi. Baada ya hapo nilivyorudi nikaona nijitegemee. Yeah, kikubwa zaidi tunasema mara nyingi katika michezo yote tunazungumzia Unajua, hii michezo ya wheelchair tennis kwa ujumla unakuwa na sintofahamu yake. Moja ambayo mimi nazungumzia, kwa mfano leo hii, mimi namfuata Voster, ambaye yuko yuko mtaani, si ndio? cha kwanza ni mtu ambaye ni mwenye ulemavu, mimi kama kocha namfuata bado, ngoja tuende tukacheze tennis. Yeye ataniuliza maswali yake mawili tu, utanilipa mimi, na familia hapa na nyumbani, nahitaji kula, unahitaji kuvaa, na mimi ndio baba. Hicho ambacho bado ni kikwazo kwetu sisi pamoja na hata wale wapelekewa zile message, kwa sababu mtu mwenye ulemavu anahitaji yeye sasa ajumuishe, kwa sababu ndio maana nikazungumza kama kazungumzakamata misingi mizuri. Kwa mfano kama chama chetu sisi tumejiwekea moja kwa moja, mtu ambaye mwenye ulemavu wa viungo anapokuja kwenye uwanja wa tenisi, tunakuwa tunaongea naye, kuongea naye kwamba baba amekuja katika uwanja wa tenisi, lakini kwamba jua kwamba ujaji wako kwenye mazoezi ndio mafanikio yako, yani umebadilisha, kwa sababu amejulikana kutoka kwenye ule udhaifu labda alikuwa nao mwanzoni, kipindi cha nyuma, na sasa hivi ni tofauti. Na kwa jamii wanaona tu ni mtu wa kawaida, sababu anaishi nao vizuri, kwao anamchukulia ni mtu wa kawaida. Na mchezo yake, kipindi cha nyuma alikuwa hana bajaji, lakini toka ameanza kucheza tenisi anaweza kujiendeleza kiuchumi, kwa sababu ameshapewa bajaji. Kwa kweli Vosta ni mchezaji ambaye nimefahamiana naye tokea tu kwa shule na mpaka um, na mimi nimeanza kujiunga na tenisi elfu mbili kumi na sita nimemkuta Voster tayari ni mchezaji mzuri katika wheelchair tenisi, na mimi nilikuwa kama role model wangu Voster, kwa sababu yeye ni mtu ambaye alikuwa hana majivuno katika kipaji chake alichokuwa nacho, na yeye ndo mtu ambaye ameni haso sana kucheza hii tenisi na nilikuwa namfuatilia sana, hata ninapokuja mazoezini hapa namuomba nicheze naye. Kwa kitu kikubwa, kwanza nitachukua nidhamu yake ana ya, nidhamu sana na upendo katika timu. Yani hawezi kuona mwenzake mtu unapata una shida akashindwa kukusaidia, lazima akusaidie, atakupa ushauri, yani kwa namna yoyote vile lazima akusaidie, hawezi akakuacha hivi. Vosta, anavyomfahamu katika familia yetu, ana moyo wa upendo, hupenda kusaidia watu, tatizo la mtu analiona kama lake, analichukulia kwa kiasi chake. Mashindano ambayo nimecheza makubwa zaidi ni ya mwaka jana ambao yalifanyika Nigeria, ambao ni mashindano yalikuwa ya, ya kuqualify, japo tu kuqualify, lakini kwa kiwango ambacho nilicheza, kwa kweli hata mimi mwenyewe nilijihisi kweli nimefanya vizuri yeah, ukilinganisha na mashindano mengine ambayo yalipita kwa kweli nilionyesha juhudi sana kweli. Mimi nilikuwa na ndoto kubwa sana, kwanza nilitamani niwe mchezaji mkubwa sana wa kimataifa, kwa sababu mimi nimeshiriki mashindano mengi sana na nnakutana na watu mbalimbali ambao wanacheza huu mchezo na ni mabingwa ko, hata mimi pia natamani nifike kwenye ranking hiyo, kwa sababu kwenye mchezo huu kuna ranking fulani, ukifika yani kila kitu unasapotiwa una na ITF ambao ni International Tennis Federation na kusupoti kwa kila kitu. Kwa upande wangu mimi, kikubwa ninachokiona ni kupata sapoti tu, kama pia hata vifaa tunavyochezea kama ulichea ni ulichea ambazo za zamani. Kwa hiyo sasa hivi ziko ulichea ambazo zinaendana na tenisi ya sasa. Kwa hiyo kama tutapata vifaa hivyo ambavyo vinaendana na tenisi ya sasa, mimi naamini tutafanya vizuri na pia katika kushiriki mashindano kama Tanzania, bado tuko nyuma katika ushiriki wa mashindano, kwa sababu unakuta kwa mwaka kwenye mashindano ya ITF ma mashindano yapo mengi sana mona, lakini Tanzania kama Tanzania kwa mwaka tunaweza tukashiriki mashindano mawili ama moja ama tusishiriki kabisa shindano lolote. Kwa hiyo ushiriki wa mashindano, mimi naona ndo chachu kubwa ya kupata mafanikio katika ulichi ya tenisi kwa hiyo support iwe hapo, kama wadau serikali, support hata kwa mwaka tukipata mashindano matano, pia naona tenisi yetu itakuwa kwa upande wa Tanzania katika miaka inayokuja mitano. Tena hii nataka mnione yani, Vosta nikiwa na ngala zaidi, kwa sababu miaka hii iliyoisha nimekuja na tuzo. Sasa natumaini miaka hii inayokuja tena mitano maisha yangu yatabadilika zaidi. Serikali na wito wake kwamba inajaribu jaribu yani, kuwasaidia lakini usaidizi wake bado haujafika kuwashika mikono asilimia mia kwa watu wenye ulemavu. Sasa tunaiomba wizara husika ambayo tukizungumzia wizara ya michezo tunaachana nayo, tunataka katika wizara ambayo husika ambayo inadili na masuala ya watu wenye ulemavu iangalie chochote ambacho kinahusu mlemavu katika michezo yake kiwe na tahakimu. Kuna michezo mingapi Tanzania? Alafu kuna je, hawa wachezaji tunakusanya vipi? Tunapatikana vipi? Na kitu kingine kikubwa zaidi ambacho napendekeza au maone yangu, kuna ile siku ya walemavu duniani, michezo yote ya ya watu wenye ulemavu ichezwe, alafu siku ya mwisho hiyo ndio kilele chake cha kukutana na viongozi na wale wenye michezo yao, ambao anakamiziwa medo, kuliko kwenda kukula chakula na kuongea, haisaidii kitu, kwa sababu kama atakopo daba Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu au mgeni yote mwalikwa, wanamichezo watapotoa vilio vyao pale, ina maana ni sauti ya umma, watasikizwa. Maono yao yatapelekwa direct moja kwa moja serikalini, atafanyiwa kazi kwa haraka. Sauti ya umoja ndio inaweza ina, ina ina, ina, ina, ina, ina, ika, kubeba kwamba michezo ikatambulika na ikafanya vizuri katika michezo ya watu ulemavu. Ule, ule, ule ina nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwa Tanzania. Kwa mimi kwa kijana ambaye nitakutana naye mwenye ulemavu kweli mimi tu na washauri wasikate tamaa kwa sababu bado wana fursa nyingi za kufanya. Sisi watu wenye ulemavu ni watu kweli wa kuzalaulika, lakini naamini ukiwa na kipaji eh, hakuna atakaye kuzalau ja, wasikate tu tamaa, wakaze. Kazi zipo nyingi sana za kufanya. Wanajamii wazidi tu kutusapoti kwa sababu michezo ipo mingi, wasiangalie tu watu wasiokuwa na ulemavu kama mipira wa miguu, wajaribu kuangalia hata na michezo mingine ya watu wenye ulemavu, kwa sababu ukiangalia sisi watu wenye ulemavu katika michezo tunafanya vizuri sana. Na ukiangalia mwaka huu tu timu yetu ya wanawake kwenye mchezo huu wa Wheelchair Tennis wameshika nafasi ya pili kufuzu kwenda kushiriki kombe la dunia. Ha, mi ujumbe wangu kwa watu wenye ulemavu, michezo ni afya, pia michezo ni ajira.